Nilipomaliza semina nikawa nataka niudi Songea, nikawa ni msafiri mmoja wa basi lilipopata ajali la yuanga. tumetoka tumetoka kule saa 4 baada ya saa mbili, kwa hiyo tumetembea mpaka hapo Morogoro stendi, tukapumzika kidogo, tukaanza tena safari tukaenda karibia hapo katikati na nani hapo karibia na Mikumi tulifika pale, ile dereva alikuwa anaendesha safi tu. simambele kulikuwa kuna traffic kama mamia, askari wanasimamisha lori moja, lilikuwa lori upande lipo upande wetu. Sasa ile dereva wetu alikuwa anaenda, ili akuwa na overtake overtake, kwa kwamba alipita ile lori na askari, alafu tuende mbele. Sasa wakati ana overtake, ndipo lori lingine linatoka huko juu ambalo ilipo kwenye siti yake ipo kwa kasi kubwa sana, ndipo iwana kuja na nini kufanya uso kwa uso, lakini dereva yetu akakwepa kidogo, akapiga ubavu. Kwa hiyo zile mbao za kule sema za kule, ilikuwa ni mbao nyingi, mbao zile zote zikaruka zikaingia huko kwetu, zikatoka mwanzo mpaka mwisho wa gari. Kwa hiyo majeruhi mmoja, tulikuwa ni wengi, lakini askari walikuwa wengi, walijitokeza wengi, wametupa msaada kwa ushirikiano wote kwa nguvu zote mpaka tuko hapa. Tunashukuru serikali, pia tunashukuru madokta wao, umetupokea vizuri. Mimi yani, nimepata ajali, mkono wa kushoto kwenye mkono wa kushoto ndio umepoteza nguvu na kila kitu yani kama hii shoda kama ameshuka fulani kufika kufika hii Mikumi boma kambe Nahisi dereva alikuwa amesinzia anakuwa anasinzia, kwa sababu dereva wa semi alikuwa amepakia mbao, ametukwepa sana tu ndo gari letu likenda likagonga kwenye ile semi ya mbao. Mimi kwa sababu zile mbao alivogonga zimeingia ndani, nikagonga kwenye paji la uso. Nashukuru Mungu tudumia vizuri, naendea vizuri dereva mkazi wa Mafinga na alikuwa likitokea Iringa kwenda mkoani Dar es Salaam limesababisha kifo cha abiria mmoja kwenye eneo la ajali ambaye ni mwanamke ambaye bado hajatambuliwa na majeruhi watano ambao wamepelekwa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Aidha, abiria wengine waliopata mshtuko na majeraha madogo madogo na wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa matibabu na uchunguzi zaidi. Uchunguzi wa awali kwenye eneo la tukio umebaini kuwa chanzo cha ajali cha ni uzembe wa dereva wa basi la Rungwe Express kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari, na kusababisha kugongana uso kwa uso na roli lililokuwa limebeba lililokuwa na mzigo wa mbao. Dereva huyo ni miongoni mwa majeruhi, na kwa sasa iko chini ya ulinzi akipatiwa matibabu ya mguu, amevunjika mguu wa kulia.